Nawatemgelea G Star Fashion Wear wazee wa vikali as huo kali koli kari. kali karibu, wanapatikana Mpemba, karibu mkabala na Sheli ya Puma. Yes, unaona koikali, vaa upendeze, au sio? eo lakiniongelea vikali sinaona naona mwenyewe, karibu vaa upendeze, mzigo wa kutosha kama unavyoona. Yes, kama unavyoona, bei nafuu mona kodi mbalimbali unazipata hapa mzegi, kwa mikoa yote. Karibuni wateja wote, unaopatikana mikoa yote. Karibuni G Star Fashion Wear, ya vaa upendeze Tunaona kama unavyoona, eh, kodi kibao. Yes, nakaribishwa wote wote wote kama unavyoona. Yes. Yes. Yes. Cheki kodi hizo. Ya. Nakaribishwa yeah. Uh, just uh, kama nilivyosema hapo tunapatikana Puma, mkabala na sheli ya Puma Pemba, Tunduma. Yes, ha, ha, ha. Ya, wote mnakaribishwa. Uh, kwa mawasiliano zaidi za kutupata G Star Fashion Wear kwa namba za mawasiliano 0753717736 kati